Gilly Bonny Online TV. Naitwa Juma Nasoro Nkuba, ni mkazi na mjasiriamali wa mtaa wa Njaro. Nilikuwa napenda kuzungumzia kuhusiana na swala la barabara hii ambayo tunaiona hapa na mazingira yake yalivyo, ni kwamba makontena na malori yenye uzito mkubwa yakipita katika barabara hii, lakini barabara hii inaonesha kabisa kwamba malori yenye uzito wa zaidi ya tani kumi hayaruhusiwi kupita kwenye eneo hili, lakini tunaona malori makubwa yakipita katika eneo hili na kufanya uharibifu mkubwa wa hii barabara yeah. Sasa huu unakuwa ni mzigo mzito kwa wananchi kwa sababu hawa ndio walipa walipa kodi na hawa ndio wanaolipa kodi ambazo zinasababisha ujenzi wa barabara hizi. Hivyo basi ningeiomba serikali iweze kuliangalia jambo hili, kwa sababu kabla ya hapo ulikuwa na barabara ya kawaida ambayo malori makubwa yalikuwa yapiti Leo hii tunaona malori yanapita kwa sababu ya hizi ICD ambazo zimejengwa huku mtaani kwetu, hivyo nilikuwa naomba kama raia, kama mwananchi wa mtaa wa Njaro na maeneo yake yote, kwamba kama wameamua kujenga hizi barabara yani hizi ICD zenye kuweka malori makubwa yanapita kila wakati, basi waboreshe hizi barabara ikiwezekana zitengenezwe katika kiwango cha lami yenye uwezo wa kuhimili vishindo vya aya malori. Tunaona kila siku watu wanateleza, wanaingia kwenye mitaro, bajaji, daladala zinaingia kwenye huu mtaro huu, tunafanya kazi ya kuzisukuma na kuwasaidia kwa sababu ya ubovu na uharibifu wa miundombinu ya barabara hizi. Hivyo basi tunaomba sana serikali local government na agav, serikali kuu watusaidie katika jambo hili, watuboreshe hizi barabara tena, ikiwezekana, wanatengenezaga barabara kwa kiwango cha lami ya zege, watuwekee lami ya zege kwa sababu yanapita maloli yenye uzito wa tani zaidi ya thelathini, ya maloli ya sulfa yanapita katika barabara hii yenye uzito wa tani zaidi ya thelathini. Kwa hiyo tunaomba tuboreshewe hizi barabara ama hii barabara, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa makontena ipo siku yakaja yakadondoka hapa yakasababisha kuua watu na mambo kama hayo. E, kwa jina naitwa Abdullahi Abdurrahmani Masawe, na hapa tulipo ni eneo la Vetenari, barabara hii maarufu najulikana kama barabara ya Vetenari, na kwa kweli, kusema kweli sisi kama wananchi, wananchi tunapata tabu sana ndugu e, mwandishi e, unaona barabara hii, zamani kabla haijajengwa kiwango cha lami, kulikuwa tunapata tabu ya madimbwi, lakini alhamdulillah serikali yetu e, wakati ule wa Mheshimiwa Kikwete ikajengwa barabara ya lami. Lakini sasa hivi tatizo kubwa sasa ni hii bandari kavu iliyoko hapa pembezoni mwangu hapa mchana usiku malori yanapaki malori mpaka inakuwa dhiki, shida, tabu kuweza kupita katika barabara hii. Kwa hiyo tunaiomba serikali, tunaomba wahusika, sisi wananchi tunaokaa eneo hili imekuwa ni tabu, ni kero Kitambo cha kilomita moja hichi unaweza kutembea mpaka masaa mawili Na hii barabara, ndugu mwandishi, ilikuwa ni mkombozi wa watu ambao wanataka kwenda Tazara wanaotokea ile eh, Dr. Omar Ali Juma Road yani barabara ya Mwembeanga kwenda Tazara kwenda Buguruni, ikawa inawasaidia barabara hii, unapita Mchicha au watu wanaenda Chanika wanaenda Gongo la Mboto, ikawa inawasaidia sana, lakini sasa hivi kutokana na na malori, msongamano wa malori hapa, pana msongamano wa malori mengi, imekuwa ni tabu ni shida ni dhiki kweli kweli. Kwa hiyo tunaiomba serikali iweze kuangalia jambo hili. Ni kweli inawezekana ni mwekezaji lakini mwekezaji afate taratibu na sheria. Barabara hii uzito wake ni tani kumi, uzito wake ukienda pale juu pale pana kibao, uzito wake ni tani kumi. Lakini leo hii barabara hii e, magari yanapita mpaka tani thelathini. Barabara hii ukienda kule chini kabisa kule, kama unaelekea Mchicha hakufai kule tena, kuna yadi nyingine hakufai, kumekuwa na mahandaki. Maana sio mashimo, ni mahandaki ambayo barabara hii imeweza kutengenezewa. Pale juu tu pale Veterinary pale utaona mahandaki yanaanzia pale. Maana yake lori hili la kata linaingia, lori hili linatoka, lori hili linakwenda, lori hili limepaki. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu iweze kutusaidia juu ya hii adha na kero ambazo tunazipata sisi wananchi Watemeke Sandali, maeneo ya Sandali katika barabara hii ya Vetenari. Jambo lingine kama unavyoshuhudia, unajua sasa hivi ni wakati wa mvua. Mvua inaponyesha, ebu angalia, serikali yetu ilijengea barabara hii na ikaeka na mtaro pembezoni mwa ukuta huu ambao ulijengwa na kilimo. Hii ilikuwa ni, ni, ni kilimo ile Vetenari, lakini hivi sasa ili kwa sababu bwana amepasua amepasua eh, ukuta pale kuweka barabara pale ya kuingilia ndani kuweka mlango wa kuingilia ndani ule mtaro au mfereji umezibwa. Kwa kuzibwa kwa mfereji ule, maji za mvua ikinyesha, maji yanaanza kuingia katika nyumba za wananchi, maji yanaingia katika nyumba za wananchi. Mfereji ule umezibwa, ndugu mwandishi, nadhani unaona pale. Kwa hiyo hii ni moja au ni nyingine katika kero ambazo zinatukera sana sisi wakazi wa maeneo ya Sandali. Jina naitwa Hawa Yasini Twaribu. Mimi niko hapa ndani ya miezi miwili, lakini katika kuwepo hapa nimeona kwa kweli mazingira ya hii barabara yanatisha sana, na ni mara kwa mara magari yanadumbukia kwenye mitaro, barabara imechakaa sana. Yani, yani ilikuwa unaombwa msaada wowote, ili iweze kutengenezwa, iweze kutengenezwa. Watu wanadumbukia mitaroni mbele ya macho yangu nikiangalia, na kuna kipindi kuna gari moja ilidondoka mumtaroni na mimi ilibidi nisaidie na vijana, wa, wa, vijana wangu hapa wana wenyewe tukasaidiana, gari ile tukaitoa katika mtaro. Kwa kweli bajaji na zenyewe vilevile hivyo hivyo, hadi pikipiki bodaboda na wenyewe wanadumbukia humu mu kwenye huu mtaro. Kwa kweli tulikuwa tunaomba ishughulikiwe hii barabara, mengineyo mambo yatabadilika yatakuwa magumu sana. Mimi nafikiri nimeishia hapo, asante. Kwa jina naitwa Modini Bobo, lakini kwa nafasi yangu ya uongozi ni mwenyekiti wa wazazi wa CCM tawi la Maganga la kelo yetu kubwa ambayo ilikuwepo katika barabara yetu hii, magari makubwa ambayo makontena ambayo yanapita yenye uwezo mkubwa wa kushinda barabara, na kadiri ya siku barabara kama tunavyoiona inazidi kuchimbika, na kipindi hiki cha masika tunasema mvua mkubwa kwa kila siku, barabara inazidi kuharibika, njia ikishakuwa mbovu tunaomba sana serikali itusaidie iangalie sehemu yetu hii ya vitinari hapa, ambayo zamani kupo stendi kubwa, lakini ukiangalia barabara imekufa sana, imekuwa ya ovyo kabisa. Hata kupita watu tunapata shida, mtiani kupita katika barabara ambayo tena maji yamejaa, mitope imejaa, lakini barabara hii imekuwa na mashimo makubwa. Tunaomba wanahusika na nafasi za kutengeneza barabara watusaidie katika barabara yetu katika mtaa wetu huu, waje kutengenezea barabara, imradi tupate barabara ilokuwa sahihi ambayo mzuri, ili yaweze kupita magari madogo. Lakini magari makubwa, kiusema ukweli kabisa, magari makubwa yanatuharibia barabara kwa sababu yana uwezo mkubwa, lakini sio peke yake barabara tu sababu kwa mbovu, ikifika majira ya saa kumi au saa kumi na mbili, ndugu mtangazaji hapa magari yanakuwa kuna foleni kwa sababu gani? Migari mikubwa inajipanga inataka kuingia ambayo katika bandari hii kavu, sijui tunaelewana mtazamaji, katika bandari, bandari kavu wanataka kuingia, kwa hiyo kunakuwa na magari mengi sana makubwa, kwa unaleta msongomano wa foleni, kwa unaweza kukuta umekuja unataka kupita sehemu ndogo tu unakaa dakika zaidi ya masaa mawili au matatu, kwa sababu ya foleni magari makubwa, lakini pia inachangia barabara sehemu zote hizo, inakuwa inatuharibia sana ndugu mtangazaji. Eh, kwa majina Fadhili Ali Chapile, maarufu Barcelona hapa magorofani e, hii barabara kweli kama unavyoiona barabara sio mzuri. Hii barabara imeharibika kwa sababu ya kiwango cha hii barabara ima, kiwango kidogo kilichotengenezwa kwa ajili ya kupita magari madogo yani, kama tani kumi, lakini sasa hivi yanapita magari magari ya tani zaidi ya thelathini. Sasa mimi nashindwa kuelewa, kwa sababu kiwango kilichotengenezwa hapa ni magari madogo, sasa hivi napita ma, magari makubwa yani, nashindwa hata kuelewa. Diwani diwani wetu sisi sijui anafanya kazi gani eh? Yani, kweli wanaruhusu kweli, hii barabara inapita magari haya ni kweli eh? Mimi naona madiwani wetu hatutendei haki wanachokifanya